ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya Yanga. Kwanza nichukue pia nafasi hii kuwashukuru benchi la ufundi, tumekuwa na kipindi kizuri sana cha muda mrefu kuhakikisha kwamba wanatuandaa vyema kuelekea katika mchezo wetu wa kesho, nasi tumepokea maelekezo mazuri na mafunzo mazuri kutoka kwa walimu wetu kuelekea katika mchezo wa kesho. Niseme tu kwamba mchezo utakuwa ni mzuri kulingana na namna ambavyo tumeandaliwa. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu kikubwa Mwenyezi Mungu atujalie, atuongoze, atusimamie kile ambacho walimu wetu na benchi la ufundi kwa ujumla wamekiandaa kwa ajili ya mchezo wa kesho, tukakitimize katika mchezo wa kesho. Sawa. Maswali kwa mchezaji. Kweli hatuko katika nafasi nzuri sana, ndio maana tumekuwa na kipindi kizuri kirefu cha kujiandaa kwa kuhakikisha kwamba katika mechi zilizobakia ikiwepo mechi ya kesho dhidi ya Yanga, kwamba kwetu kesho ni pointi hatuhitaji matokeo yote zaidi ya pointi. Mungu akitupa ushindi itakuwa vyema zaidi, Mungu akitupa draw itakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo kwetu pointi moja ni muhimu sana kuhakikisha kwamba tunasogea na kujinasua katika sehemu tuliopo. neno lolote kwa mashabiki wa Namungo kuelekea mchezo wa kesho? Kubwa niendelee kuwashukuru kwa, kwa, kwa kuendelea kutusapoti tangu tulipoanza mpaka hapa tulipofika maombi yao dua zao sara zao kwetu ni muhimu kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri katika mchezo wa kesho. Nami niwaahidi tu kwa niaba ya wachezaji wenzangu, wapenzi wote wa Namungo kwamba mchezo utakuwa mzuri na kwa neema yake Mwenyezi Mungu tutapata matokeo ya ushindi. Shukrani sana. Ni kutakia kila la heri kwa mchezo wa kesho, asante.